Nashukuru sana kwa mara nyingine kwa jambo hili kubwa ambalo inawezekana mtu yoyote au mtu mwingine akaona ni jambo dogo. lakini naomba niwaambie umefanya jambo kubwa sana sana. Najua pamoja na kuendelea kufanya umoja huu, yapo mambo ambayo ni wajibu wa mwajiri, ambayo yanayotekeleza na mwajiri pindi mtumishi anapopata paka changamoto. Umoja huu umeenda kuziba pengo ambayo hayafanyi na mwajiri. kwa hiyo amesema pale kwamba, mimi ni mwalimu, mimi ni mwalimu. Umoja kama huu, hii ni halmashauri yangu ya nne, mimi nina umoja kama huu katika halmashauri ya wilaya ya Misungwi, mpaka leo mimi ni mwanachama nachangia lakini <laughs> nina umoja kama huu ndio ndiosfanikiwa Shinyanga na Shinyanga, Shinyanga mbali amtambasa kwasababu so ina kata yakosi mpaka alipu na Tabora na inawezekana hata u mwingine, kwa sababu wanaona so masimu ikitokea, yani ni sehemu kubwa, mpaka sasahivi tuko u elfu moja mia mbili elfu mbili hizi hizi tunazozichanganyia ndizo zinazosaidia. Kwa hiyo mimi niko hapa kuwaachieni heshima, kila mmoja akapate kufahamu umoja ni nguvu. Utengana bwana, mimi leo naomba nisajiliwe leo leo. Makofi ya kutosha Akoba, hata ni hapa naomba makofi m hta amba ichanoyan kama na aendeleaan mengine walimu. Kwa hiyo naomba sana, ndugu mwenyekiti, naomba hili ulichukue. Wakati nafika hapa, nilishawahi kulizungumza nilipokuwa nikutana na makundi ya walimu mbalimbali, hususani wakuu wa shule na walimu Ndugu zangu sikilizeni, umoja wetu ndio familia bora. Kwa hiyo tunapokutana watu tunaolingana na tutaungana, mtu inawezekana asielewe, lakini unapopata changamoto yeyote, ndio utakapoelewa umuhimu wa umoja huu. Unapopata changamoto, ndipo utakapoelewa nini maana ya umoja huu. Sasa hivi mtu tunazekana ao changamoto na wengine wako huko nje. Wanafikiria wao wa salama. Kwa hiyo tukiungana uo kwa pamoja huo ndio utakuwa msaada wetu wa kupambana katika changamoto zinazotukabili. Tunashukuru sana walio mmoja melehu, endeleeni. Kwa hiyo tuendelee kuwahimiza wakuu wa shule na walimu wakuu mliomo humu ndani, mtashangaa sana kama kuna wakuu wa shule na walimu wakuu hawapo kwenye mmoja huu, naendelea kuwashangaa sasa. Hao mimi ninawapa mtu aenda akawaambie, bwana simama. Nani huyu? Nani bwana? wewe utakuwa unaenda kuambia akuambia aaale, nenda kawaambie wengine, walimu wenzangu tuliko nao ambao hawajajiunga na wao wajiunge. Kwa hiyo nategemea hata wasaidizi wangu watajiunga kwa sababu sisi ni walimu tunaendelea kupambana na hali hii ya walimu wetu, maisha yanafanya nini? Yanasonga mbele. Mara baada ya kuzungumzia juu ya umoja huo